Tangu mwaka 2007 nimekuja tena Arusha. Mguu huu ni kutoka kampuni ya POA. Leo niko hapa Arusha, tenki la maji, mbele ya jengo la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na mguu huu ni kwa ajili ya kwenda kuhojiana na msanii ambaye amekuwa akifanya kazi ya sanaa kwa miaka mingi kuanzia 2005 mpaka mwaka huu bado anaendelea na kazi ya kuchora picha. Kwa hiyo naomba ungana nami kuanzia sasa napotoka hapa paka kuelekea kwenye ofisi hiyo ili tukapate kujua mengi zaidi na kujifunza kuhusiana. Leo nitapiga stori moja mbili tatu na unayeniona mbele yako, kwa sababu ni muda mrefu amekuwa akifanya kazi hii, na kwa uzoefu wangu ambao nimebahatika kuwepo hapa. Uh, nimemfahamu kwanzia elfu mbili na saba yuko kwenye maeneo haya, kwa hiyo nina story naye, atatueleza ni changamoto gani ambazo wamepitia kufanya kazi hii mpaka mwaka huu, na kitu kingine uh, kazi yake inawezaje kukuza mapato ya taifa pamoja na kutangaza utalii wa Tanzania. Asante watazamaji wa Poa Wild, wangependa kufahamu jina lako na kazi unaoifanya. Jina jina jina iamis E, kwenye upande wa waku, kufanya hii e, kazi nimeanza muda mrefu kwa kweli, na nitangia tangia hiyo miaka ya elfu mbili na saba mpaka sasa hivi, na kweli kipato kinapatikana si hapa vile, angalau naweza angalau kuendesha hata mambo fulani ya hapa na pale. Sasa ningetamani pia kujua kwamba kazi ya sanaa inatoka ndani kwako, yani ndani ya moyo wako, unaipenda au ulijifunza ukajikuta unapenda kufanya kazi kama hizi. Uh, mimi ni automatic, yani automatically, yani hii ni kama, ni tuseme ni zawadi, yani hii ni zawadi yani ni zawadi ni gift yani gift from, from to God, from God. Yeah, you're right, yani ni automatic, sio kwamba ni ile ya kuungaunga. Okay, kitu kingine ambacho ningependa kujua na watazamaji wa Poa Wild wangependa kufahamu a, kazi yako umeshawahi kuifanya na watu wa Tanzania au umeshawahi kutoka na kufanya kazi na watu ambao wako nchi za nje? Ukweli, kufanya kazi na watu labda na, watu na, na weupe wa, hawa wa, ni kwamba e, ni kama vile unafanya kazi kama hivi, wakipita wanapendezewa nao, wanachukua hivyo ndo inavyokuwa, lakini tili kutoka kwenda na, sijawahi sijawahi kwenda. Wanaokutazama sasa hivi kuna watu wanaweza wakavutiwa na picha hizi nzuri, na wanaweza wakamsupport kwa namna moja, na wanaweza wakakusupport, unajua eh, kwa kukuungisha picha zako na biashara zingine zikaendelea, si ndio? Ko, sasa mbali na picha za wanyama, je, kuna picha nyingine ambazo unachora labda mtu akihitaji mchore au tukahitaji mchore, uh, rahisi Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ina uwezekano, ina uwezekano yeah. ina uwezekano tena mm. Ina, ina uwezekano mzuri tu wala like, mara nyingi picha kama hizo waga tunachora kwa oda oda, mtu anakuja bana, anataka lakini sio tu ile kwamba namna gani, hapana. Sasa mtu naweza ukachora kwamba vile ionekane ni ofisi, yani kupendezesha ofisi, lakini mm mara nyingi sana unajua, unajua kwa Watanzania vitu mm, kama hivyo vinakuaga ni ngumu sana Watanzania Tanzania, mpaka aje apende kitu anunua, mm, kwa sababu kama picha kama hiyo hapo ya mheshimiwa Tundulisi hiyo, eh, inamaliza huu ni mwaka wangapi? nafikiri ni mwaka wasikosei kama watano, watu wanakuja tu au umemchora vizuri na, nini, na nini, basi imeishia hapo, lakini sio kwamba kuna ule mtu ambaye na kwamba ile namna gani, kuna picha naiona pale imechorwa zebra, lakini iko kwenye sketch ya penseli sasa ningependa kujua kama ile picha ndo inavyoanzwa vile, unaanza kuchora na penseli nafuata rangi au mnakuwa mna, pua, mna, mna protocol gani uh? Yani, ziko aina mbili. Kwa mfano mtu anaweza kapenda vile vile ilivyo ya, ya, ya penseli umeona, yeah. Ile ya penseli ile ilivyo, mtu anaweza kaipenda akaichukua, na, na, na mwingine anapenda ya rangi yani uweka rangi zeni ndo, yani uifanyie finishing kabisa ikamilike. Watu yani watu, wateja wako tofauti. Na ni shingapi unatoza kwa picha moja? um... kwa mfano mtu akija kiofisi, hmm. tunaweza tukaongea kiofisi, kwa sababu bei zetu hazina guarantee, yani kwamba, kwamba bei ni moja kwa moja. hmm. manake Wakati mwingine mtu anaweza kumaliza wiki, mwezi, ujapata chochote, mtu anakuja anakuambia chukua hiyo, mwezi kataa, ili maisha yaende. Ni kweli, kwa sababu mimi naamini sana inategemea ujuzi hmm. wa ndani. Kwa hiyo hmm. ujuzi wako ndio unaokulipa hmm. zaidi, unapata vitu vizuri, unajifunza zaidi kuhusiana na tamaduni, utalii, uhifadhi pamoja na lifestyle. Endelea kutufollow na uhakikishe kwamba unaingia YouTube una subscribe channel yetu kupitia Poa Digital pamoja na Poa Wild Win na akaunti nyingine tunatumia poa podcast, ambayo tunakuwa tunarusha mahojiano kila siku ya Jumatano kuhusiana uh, na utalii, uhifadhi pamoja na tamaduni. Mi yangu ni hayo leo, tutakutana tena siku nyingine. I'm out.